Sasa rais hizo mwomba, sasa unataka hizo kila mmoja niwe namtangazia eh? Rais ndio mimi nimeambia kwa rais, rais amekubaliana na mimi. Kimisi ni mahusiano na waandishi wa habari, kwa sababu walikuwa rafiki zangu, wamenisaidia sana katika kazi zangu na ndio walionifikisha hapa, kwa sababu wakitusaidia kutangaza mafanikio basi na wananchi wanafurahi. Changamoto kubwa zingine ni hizi ambazo unataka kitu kifanyike lakini aidha kutokana na participation ya ya wananchi wana- wanana sasa, hizo nazo ni changamoto kubwa ambazo huwa zinatuuma sana viongozi eh. Kwa mfano utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, na wananchi wana matarajio kwamba itakapofika 2020 serikali ya itakuwa imefanya moja, mbili, tatu, nne. Sasa asipofikiwa hayo ni changamoto kwa kweli kubwa Mi ndio changamoto nazoweza nikasema zimekuwa zinatukwamisha katika maendeleo yetu. Kazi ambayo naifahamu ni kilimo, kiachia ya ya utawala na kilimo, narudi usukumani kwenda kulima. Kulima sitegemei eh, nikaajiriwe mahala tena. Mi saa hizi nakwenda kufanya shughuli za kitegemea na hasa kilimo, kwa sababu ndio na uzoefu, ipokua tunasaidiana na wananchi huko hapo mambo ambayo anajua nikifanya hii nikifanya hivi inaweza nikanifikisha mahala pazuri. Haya, wazo, wazo linakuja, ukisha kuwa na wazo unashea una mawazo na mtu alie, alie, aliyekuteua, kwa sababu ukurupuki tu o lilianza muda kwahiyo hatimaye bwana mkubwa ameniruhusu.